Mkuu wa Wilaya ya Morogoro mkoani Morogoro, Mussa Kilakala amewataka wananchi wa wilaya hiyo kuendelea kutunza amani ili kuwezesha serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dk Samia Suluhu Hassan kuzidi kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Kauli hiyo ameitoa wakati wa Iftari ya pamoja iliyoandaliwa kwa ajili ya wananchi wa wilaya hiyo pamoja na kuelezea mafanikio ya miaka minne ya uongozi wa Rais Dkt Samia katika wilaya hiyo ambapo amesema kuwa miradi hiyo ni pamoja na miundombinu ya barabara, elimu na maji. Kilakala amesema kuwa yote hayo yanawezekana kutokana na amani iliyopo hapa nchini. Ndugu zangu wa Morogoro, yote haya yanafanyika ni kwa sababu nchi yetu ina amani, umoja na mshikamano. Palipokuwa hakuna amani, hatuwezi kujadili mipango maendeleo ya nchi yetu. Wote ni mashahidi, tunaziona nchi zingine ambazo ziko nje ya Tanzania, tunaziona watu wanavyoteseka, watu wanahangaika kupata vyakula watu wanahangaika hata kufanya ibada kwenye misikiti yao, kwa sababu hakuna amani. Wito wangu kwenu, kwa watu wa Morogoro, amani tuliyokuwa nayo tusicheze. Hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Leo tunashughulika na maji, tunashughulika na barabara, tunashughulika na mashule, ni kwa sababu nchi yetu ina amani. Tuendelee kuliombea taifa letu, na ndiyo maana iftari yetu ya kwanza leo, eneo letu la kwanza ni dua. Tunaamini sisi hatuwezi kufanya lolote bila Mwenyezi Mungu. Tumejikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, yeye ndiye anaweza kutufanya vyovyote muda na wakati wote. Mji wetu wa Morogoro kwa sasa hali inaridhisha, lakini bado na jukumu la usafi si la serikali peke yake jukumu la usafi ni letu sote. Tuwe na tamaduni ya kusafisha maeneo yetu tunayoishi, tunayofanya biashara na maeneo mengine ambayo tunayatembelea. Dini zote zimeeleza umuhimu wa usafi. Sasa lazima tuwe wasafi na mji wetu uwe safi. Lazima tutunze mazingira yetu. Tukiyatunza mazingira yetu yatatutunza sisi, kwa maana tukitunza mazingira tutaepukana na magonjwa mengi ya mlipuko. Tusipoyatunza, magonjwa ya mlipuko yatakuja kwetu. Niwashukuru sana kwa kuja kuandaa shughuli. Jambo moja kualika watu, jambo la pili, lakini watu kuja ni jambo la tatu. Mwaliko wetu ulikuwa ni wa muda. Kwa upande wao, baadhi ya wageni waalikwa wakawa na haya ya kusema. Usia kwa waislamu wa wote ni kwamba yale maisha tulioishi katika mwezi wa Ramadhani tunatakiwa ni kwamba tuendelee kuishi vile katika miezi mingine ambayo kwamba si mwezi wa Ramadhani, kwa sababu katika mwezi wa Ramadhani tumeona watu wakiwa wanahurumiana wanafuturishana, eh bwana, mtu hata mtu ambaye kwamba alikuwa hana muda wa kukaa na familia yake alikuwa anakaa familia yake wakati wa kufutura anakaa nao pamoja na wengine. Sasa haya maisha ambayo tulikuwa tumeishi ndani ya mwezi wa Ramadhani, tuchukulie kwamba kama ndio chuo. Kwa hiyo tusiishie kwenye mwezi wa Ramadhani mtu anaona kwamba akaisha maliza mwezi wa Ramadhani basi aendelee na mambo mengine ya ajabu ajabu. Huu ndio wasia wangu kwa Waislamu wote kwamba ambao tulikuwa tumefunga na wengine ambao kwamba tulikuwa tukufunga ambao tuna dharura mbalimbali. Kabla ya yote nichukue fursa hii kumshukuru Mheshimiwa DC wetu Mussa Kilakala. Musa Kilakala amekuwa kiunganishi mkubwa katika wilaya yetu ya Morogoro. Ameunganisha watu bila kuchagua. Kama unaweza kuona, siku ya leo watu wamekusanyika hapa, Wakristu na Waislamu wamekusanyika pamoja, tumeomba dua kwa ajili ya mheshimiwa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anaoifanya katika nchi yetu na watu wameweza kufuturu pamoja. Vitu hivi sio vitu vya kawaida, huu ni upendo ambao umepitiliza. Kwa hiyo nimtakia heri sana mheshimiwa DC, na endelee kuunganisha wana Morogoro. Lakini pia mheshimiwa DC amegusia kuhusu suala la mazingira, na mimi kama balozi wa mazingira ofisi ya makamu wa rais Tanzania, nikiwa namsaidia mheshimiwa waziri Injinia Hamadi Masauni katika ajenda ya mazingira, tukiwa tumebeba ajenda hii, lengo langu ni kuendelea kukumbusha watu wa Morogoro na wa Tanzania kwa ujumla kuendelea kutunza mazingira kwa sababu kutunza mazingira ni maagizo ya Mwenyezi Mungu. vitabu vyote Biblia, Qur'ani vimesisitiza utunzaji wa mazingira. Futari hiyo ilihusisha viongozi mbalimbali mbali wa dini na serikali ikiwa ni pamoja na taasisi ya The Islamic Foundation iliyowakilishwa na mkurugenzi mtendaji wake Sheikh Ibrahim Twaha kutoka mkoani Morogoro. Hassan Ninga, TV Iman.